Hizo ni matumizi ya pikipiki kwenye mazao ya misitu hairuhusiwi. Kwa hiyo lengo la kuweka hizo ni, ni kuvunja kasumba ambayo imekuja kwa kasi sana ya kuvuna misitu kwa haraka kwa kutumia hizi pikipiki, kwa sababu pikipiki moja inayopita uu na sio hapa kwa watu wende mtanga, wende Kigoma, ndio sera ile pika ile shehe ile. Kuna pikipiki inabeba gunia mpaka nne, mpaka tano. Ukizivunja vunja mle ndani unakuta unaweza kupata mpaka gunia nane, mpaka gunia tisa. Lakini pikipiki moja. Yaani jamaa yuko pale katikati ya pikipiki lakini mzigo ni mkubwa. Ukivunja vunja kwenye magunia mzigo itakiwa bebwe na na na, na, na, na, na. Sasa haya ndio mambo tunataka tuzungumze wote hapa muelezwe, ili serikali sasa watakapoanza kutekeleza isionekane kwamba ni kitu kipya na kwamba kuna watu wamelembwa au kuna watu wameonewa wa me, wa hmm. Na watu wengine ni wepesi sana kulalamika, wanapiga sana simu na mara nyingi wanampigia simu kwa wilaya wengine, mpaka wanampigia kwa mkoa, maana gari letu limekamatwa hapa na nini pikipiki yetu imekamatwa hapa, wengine wanakimbilia kwa kwa viongozi wetu wa chama. Sasa serikali inataka mambo yaende kwa utaratibu. Kwa hiyo tukaona si jambo dogo, ni jambo muhimu, utalena baadaye waeleze. Kwa hiyo hii ni neema kwa wale ambao wana bajaji, wana wana maguta, wana magari madogo madogo na magari makubwa, lakini kwa wale ambao wana bodaboda watakasirika, lakini kwa kweli bodaboda tumekuwa na changamoto nyingi sana kwenye kusimamia swala la uvunaji na usafirishaji wa mazao ya misitu. Changamoto ya kwanza ni usa, ni njia za usafirishaji ambazo huwa zinatumika kwenye njia ya barabara kidogo na changamoto ambayo ilipelekea mpaka serikali kuanza kuf, kuf, kufanya marekebisho, lakini pia mapitio ya, ya sheria mbalimbali za usafirishaji kwenye swala la barabara kama nilivyosema ile hati ya mwisho, ile hati ya usafirishaji ile, huwa lazima iandike namba ya chombo kinachosafirisha mazao ya misitu, na mfumo kazi yake yenyewe inaendana, kwa sababu umetengenezwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo unatengeneza hati ya usafirishaji kwa usafiri ule ambao umeruhusiwa kisheria. Kwa hiyo hati ya usafirishaji ambayo ndio nyaraka ya mwisho yenyewe inatambua ina, ina, ina, ina guta au tairi la matairi ma matatu pamoja na chombo cha ta matairi manne kama chombo halali cha usafirishaji wa mazao ya misitu. Uh, kuhusu sheria mpya ambayo imetolewa na serikali, kwa kweli tumeipokea, lakini naona kama ina hasara kubwa sana hasa kwetu sisi vijana, kwa sababu vijana wengi wa Songea kazi yetu kubwa ni bodaboda. Hii inatokana na nini? Uh, unavyoishi hapa Songea mjini, ili uweze kutoka kwenda shambani ni lazima utumie bodaboda. Halafu bado hizo bodaboda si kuwa ni za kwetu, hapana, tumechukua mikataba inamaana tulikuwa tunategemea kuwa tunavotoka hapa kwenda shambani, tunavorudi tunarudi na gunia mbili za mkaa. Tukishafikisha mjini, basi zinatusaidia kulipa uh, kwa yule ambaye ametupa hiyo bodaboda pamoja na uendeshaji wa maisha kiujumla, ikiwemo tuna bili za maji, tuna umeme, tunasomesha. Kwa hiyo tulikuwa tunatengeneza mtiririko wa migawanyo kwa staili eh. Wito wa serikali tumeipokea sheria yake tumeshaipokea, lakini changamoto yake ni kubwa juu ya maisha yetu. Kwanza kabisa, wito wao naushukuru kwamba wameshatengeneza vizuri. Changamoto ipo kwenye kazi zaidi ya usafirishaji zaidi. Tulikuwa tunatumia pikipiki kusafirisha kuleta mjini, lakini sasa hivi serikali imeshasitisha mpaka tarehe moja mwezi wa saba. Changamoto inakuja kwa ajili ya uchumi, hatuna mitaji ya kusafirisha. Kwa hiyo sasa, naomba serikali changamoto yake kwamba inaweza ikatusaidia hiyo mikopo, irahisishe kwa urahisi, ili kusudi tupate mikopo tuendelee na sheria hiyo.